Ni siku ya gulio katika mji wa Matano Mane katika kaunti ya Kilifi. Wakazi wa sehemu hii huja katika mji huu siku ya Jumanne kila wiki. Wafanyi biashara kama ilivyo desturi hulifuata gulio na kuuza bidhaa zao katika siku mbalimbali mbali za wiki katika miji tofauti. Tulitangamana na baadhi ya wakazi waliotujuza mengi kuhusu kero lao katika sehemu hii ya Matano Mane. Tatizo kubwa lao watu wa Jumanne ni choo na maji Hakuna maji, hakuna choo hapa cha kujisaidia haja kubwa, haja ndogo. Na sisi ni wauzaji wa uzajua, kila siku tunafika hapa mpaka saa tatu saa nne, na huwa tunaibiwa. Tunafunga mapema kwa sababu hatuna milika mwizi mahali hapa, na tenti letu liko hivi, limeisha tupata shida kukinyesha, hao mnao mnaowaona sasa. Ukweli wa mambo ni kwamba mvua ikianza kunyesha, hapafanyiki kazi hapa. Hakuna choo kama mama aliyetangulia alivyosema, hakuna cho, na mvua ikianza kunyesha kazi inasimama, na across the barabara kuna soko limejengwa na limewekwa kufuli, halitumiki, halina maji, hakuna moto na maji yote yako hapa, si mbali. So tunauliza kwamba kama inawezekana, mimi sikizo langu ni kwamba watu wetu wametatizika na wamechoka, hawana mahali pazuri pa kufanyia kazi. Barabara za huku kwetu kukinyesha mvua wanatuletea udongo wa, wa, wa kifuzi, wa mara ile ambayo ie mbaya zaidi ndio inawekwa barabarani, badala ya kutengeneza barabara wanachafua barabara. po nyuma tumekuwa na tractors ya kisaidia watu kulima katika sehemu yetu hii ya, ya, ya, ya, ya Sokoke, lakini hizo tractors zilikuwa zinatulimia kwa bei nafuu. Hatujui wakati huu watu wame zimepelekwa wapi Tunapigwa matrakta ni elfu nne elfu tatu mia tano na wakati huo tulikuwa tunalimiwa elfu mbili kwa, kwa nini? Kwa eka na, na hizo tractors. Hili ndilo soko la Matano Mane ambalo limeishia kubakia kama mahame, na kama wanavyodai wenyeji wa hapa, kero lao ni kwamba mbona gulio likija lisiwe katika soko hili? Nikiripotia Coco FM, mimi ni Lolani Kalu